Nawashukuru sana kwa kukubali mapendekezo ya DCC kuhusu kugawa jimbo la Ukonga ili kupata majimbo mawili yaani jimbo la Ukonga na Kivule, ambapo jimbo mama yaani jimbo la Ukonga litabaki na kata, tunapendekeza kuwa libaki na kata saba ambazo ni kata Ukonga, hapa nilikuwa naziandika kwa mtiririko kwamba kuna kata ya Pugu kata Ukonga au kuna kata Ukonga, kuna kata Pugu, kuna kata Pugu Station, kuna kata Gongo la Mboto, kuna kata Zingiziwa, kuna kata Buyuni na kata Chanika. Lakini jimbo jipya linalopendekezwa yaani jimbo la Kivule litakuwa na kata sita ambazo ni kata Msongola, Majoe, Kitunda, Kipunguni, Kivule pamoja na kata ya Mzinga. Sasa hapa cha ukielewa tu mstaiki meya wa Kinondoni amepropose pia, lakini ukiangalia vizuri hakuna kata ambayo haipakani na kata zingine. Kwa hiyo nadhani wataji adjust. Issue kubwa ni kwamba tukishapata basi, mtaangalia nini tena cha kufanya. Naamini kunajua Dar es Salaam, kwa kuwa inakuwa kuna mambo mengi sana yataendelea kurekebishwa rekebishwa, na kwa maandikio, baada ya kikao hiki cha leo, tutapeleka pia taarifa kwa mheshimiwa waziri wa TAMISEMI kuhusiana na haya ambayo tumeyajadili kwa hatua zingine tena, lakini tutapeleka tena kwenye ofisi zetu, kama ambavyo wataalamu mnafahamu kwamba deadline ilishatolewa mwisho tarehe 26 kupeleka haya ma, mapendekezo yote mwisho tarehe 26 mwezi wa tatu mwaka huu 2025. Kwa hiyo mimi nadhani leo hii tukishatoka hapa tusaini madubasha haya yaondoke kama kuna mtu anapeleka kwa mkono, kama anakwenda kwa posta nyewe mnafahamu, lakini leo leo yaondoke akiwa ya ameambatanishwa na mihutasari ambayo watu wamesaini, watu wamesaini attendance wamesha sign ehe, tuambatanishe yaondoke leo ili mambo yote yaweze kuwa masuri. Idadi ya watu iliyoandikwa hapa kwa jimbo hili la Kivule linalopendekezwa litakuwa na jumla ya watu laki 431736. Jimbo hili la Kivule linalopendekezwa litakuwa na jumla ya watu 431736, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, na, na, na wakati jimbo hili linalobaki yaani jimbo la Ukonga itakuwa na jumla ya watu laki nne hamsini na tisa elfu mia nane na kumi laki nne hamsini na tisa elfu mia nane na kumi Hutoa angalizi kwa sisi viongozi kwamba tufike mahala siwe sana wa binafsi, tutangulize maslahi ya taifa mbele. Kipindi kile tulikuwa tumetanguliza maslahi ya Ilala mbele bila kuangalia maslahi yetu, inawezekana tungekuwa kama ilivyo, inamaana kama tungeigawanya hii wilaya tulikuwa tumeshaongeza pia majimbo ya uchaguzi. Maana yangu ni nini? Tulichelewa ama tulichelewesha bila sababu. Kwa hiyo mimi pamoja na kuunga mkono ya kuwa na jimbo la Kivule, naomba vile vile mheshimiwa, kupitia kikao hiki ushauri na tupendekeze kwenye mamlaka, Ilala bado inatakiwa ipewaje, kwa jiografia namna ilivyo na, na idadi ya watu tunahitaji tuwe na wilaya mbili. Hatuwezi tugawa na wilaya moja ina majimbo manne ya uchaguzi bado, hili jiji ambalo linabaki kuwa moja litashindwa kuhudumia. Tutakuwa na mbunge ambaye vile vile inawezekana mwisho wa siku, ili mambo yake yaende, itabidi arudi hapa kwenye jiji, wakati jiji bado ni lile lile. Lakini tukigawa wilaya, tukaongeza wilaya nyingine, maana yake ni nini? Tunakwenda kuongeza halmashauri nyingine. Kwa hiyo, tutakuwa na urahisi kusukuma maendeleo na kupeleka huduma kirahisi zaidi kwa wananchi. Mheshimiwa mwenyekiti, malengo ya kugawa hili jimbo kila mmoja ameyaona tangu mwanzo wa mchakato huu mpaka hapa tulipofika ni ya muhimu na yamezingatia tija kubwa sana katika upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Lakini pia mheshimiwa mwenyekiti, hii imekuwa ni kitu ya muhimu sana ya wananchi hususan wale wanaotoka kwenye kata za pembezoni mwa mjini ihitaji huduma kwa haraka kwa ufasaha, lakini pia kutokana na idadi ya wananchi vile vilevile, mheshimiwa mwenyekiti, niungane na mstahiki meya wa wilaya ya Kinondoni kwa ushauri wake ambao ameeleza hapa na wote tunaona una tija kabisa kwamba wilaya ya Ilala itahitaji kupata wilaya mbili ili kurahisisha huduma kwa wananchi, lakini kuharakisha maendeleo ya taifa letu na wananchi wetu kwa muktadha huo nami naunga mkono sana za, za serikali zinaonyesha wazi kwamba jimbo hili ndiyo jimbo la kwanza lenye idadi kubwa ya watu Tanzania nzima. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ulikuwa kuna sababu kubwa ya kuligawa jimbo letu la Ukonga. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaungana na wailala kuhakikisha kwamba jimbo hili linapatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono.